Mtia mpongela sana kwa kumshukuru Mungu. Mungu amekutendea jambo gani kubwa hata unalia kiasi hicho? Asante sana baba. Ndiyo. Kwa sababu mimi, tangia mimi tangia udogo wangu. Mbisa. Kuna huu ambayo azazi wangu wanakudu sana ya miungu. Ndiyo. Vile vitu babazangu kwa sababu nikuwa kwa mdogo. Kwa sana nikuwa kwa mdogo. Kwa sana nikuwa kwa mdogo. Kwa sana nikuwa nikawa napinga hasa kile kitu cha kupinga. Ndugu wangu akafika akanitenga, mm. Wakanikataa mpaka babangu akatamka neno, sina mtoto kama huyo, mm. Naye si mwanangu. Mungu alishakufa. Ikaenda nimeshapata watoto, nikawa nipo Morogoro Mzumbe, nikawa nimepata mwanaume, ikawa tunaishi, lakini upande wa ndugu kuna mahusiano yoyote ikafika kaa na ni msuma tatizokawa namsumwana matatizo ambayo upande wa familia na mota. Bibi yangu anakuja ananikabidhi mdeni huyu, lakini mimi nikawa nakataa, unanifanyia hivi. Akaambia wewe, kwa sababu ni uzao wa kwanza kwenye familia ya mtoto wangu lazima ukabidhiwe vile vitu, mimi nikawa nakataa ikawa inaniumiza sana. Baadaye ikaenda mwanaume akanikataa ghafla, bila sababu. Nikamuuliza ni nini, lakini akasema sijaona mwanamke wa kuishi kama wewe. Ukijiangalia kati ya wanawake, sijaona hata hata theluthi hata moja ya kuwa mwanamke, kuna nafasi ya kuwa mwanamke Nikamshukuru Mungu, nikasema Mungu asante, inawezekana kuna kitu kipo mbele yangu na kwenda kukipokea, kwa sababu hata Yesu alikataliwa, mimi ni nani? Nikasema Mungu asante. Ikaenda ikawa saa ikafika samaa, kwa sababu mimi nilikuwa mbishi kwa upande wa wazazi wangu, wakanifunga vile vitu ambavyo nisiwe na vipate, wakanifunga kwenye kula, nikawa silis kama mamaangu hapa, mtumishi wachanganawe wanashambaindicho ambacho nabii Yeshua siku ya kwanza kufika maeneo ya Changalao, mimi ndio ilikuwa siku ya maajabu, siku ya, ya kupokea kwangu, ilikuwa siku ya kufunguliwa kwangu, kwa sababu mwe miezi mitatu sijui chakula cha aina yoyote, ninaenda kufanya mina, kulima kwa watu miraba, narudi chakula sigusi chakula chochote muda wote, mimi nimeshiba nikipiga ngalo tu, nikienda kupima wanaambia mimi na typhoid na- na napewa huduma zote, lakini bado tatizo linaendelea. Siku moja baada ya kuna mtumishi kashafika, mtumishi wa nabii ka. Kwa waganga nimetembea sana, kila mganga na, mganga naagamanikutoe le mganga ile kutoa ma, ma, majini sio pamani na majini, lakini anafika muda ugaua kunisalia kuni kuni vile kuniabudia, anavyofanya anapata, usingiza, natwanga usingiza, anasinzia. Namuuliza, kwa nini o nasinzia? Akaambia, siweziwe binti, ni mganga nasinzia. Kwa nini unasinzia? Kaambia, binti, kwe na kitu ndani yako, ina yani wewe, kile kitu ni mama ambaye alikutegea kwa sababu wewe una nyota kali sana. Ila sasa kukuingia ile alishindwa. Inabidi arushe chini, kwa hiyo kaenda kwa kikanyaga. Kile kitu kama umepata upepo. Kwa hiyo nikutibu wewe mimi siwezi. Nikaanza sasa nitafanya kama nenda sema kwa kweli kuna mtumishi, kuna mganga she. Na yeye yupo da. Baada ya kwenda ba hapo kwa mtumishi wa nabii ilikuwaje? Walinikuta yule rafiki yako kama kuna nimesha kuja siku ya nane ndiyo ikuwa siku ya kwanza mm. Nashukuru nikasema, aa, hilo nabia wezi. Kama mishindo yule sheo, mishindo na sheo, mishindo. Ye, yeah, ni nani? Kwani msichana mdogo kwa hapi ya kwa. Na matatizo, naweza kufanyaje? ukafunguliwa. Na ukaupokea miujiza yamu. <coughs> Lakini nilikuwa naenda, lakini yaani kama, sina amani. Yaani nakuwa bado lakini na mashaka, huyu mtoto, ma, mwene ni mtu bado kwa ba, mbono mdogo. Lakini sisi na tunaenda tukua kama watu wa tunaenda pale kwenye konga kwenye kongamano ile ya changarawa. Kitu tunafika. Tena sikio yupo bado hujafika ambaye alikuwa na huduma ni Jose. Akawa amefika sasa, mimi nipo tunakuja. Akanaambia, jamani, sisi wapo naenda sifa, kama ninapofikiri, ninapokumbuka, akanyamazisha ile sifa. Akaanambia, jamani, kuna watu wanateseka. Ni binti ni mdogo

Kwamba sawa nifunga kama ndani ya miezi mitatu, kila nikienda inatokea hivyo hivyo, lakini siko na kumbuka, Baba ulipofika siku hiyo ukasema, chukueni fimbo mkapiga wachawi wenu, mnapofika nyumbani kwenu mkapiga wale wachawi pigeni, muambie sasa tunakataa hii kila kitu kilichokuwa kipupo na kinachotusumbua kwenye maisha yetu, au ujui roho ambayo niliyovalishwa roho ya ubili au ya uzee, kapige haikatee kwanzia piga. Kuna kitu kilitokea juu yangu, juu ya maisha yangu. Bibi akafika akawa kila siku na apiene duki na tuot. Jamani alioshiriki kwenye mwili huu naenda kumteketeza mmoja baada ya mwingine. Kwa sababu nimechoka naye mateso, nimechoka na ni kunyanyasika, nimechoka na maisha magumu. Kila siku mimi natafuta afu kinacho kinachopata hauna. Baadaye sasa bibi kipindi cha mimi nataka ni kama mwaka 2025 na kwenda kuvuna. Na kwenda kuvuna baraka zangu nimechoka. Kweli. Ikawa mwezi wa kama mwezi wa 4 2025, ni napigiwa simu bibi yako anauma. Alipoona bibi sisi alikuwa anaota dota, Hadika ni anauma yeye. Sasa kama anauma, sitoke hata shilingi mia. Akanipigia simu nikamwambia bibi anauma yeye. Sasa mwambie ndugu zangu, mwambie mama na baba. Sitoke hata mia mbovu, kwa sababu imeandikwa usimwache mchawi akaishi. Kama yeye ameshiriki kwenye mwili wangu, siwezi mwanamke huyo afanye yakaishi. Kwa hiyo cha msingi na kwenda kuangusha 2025 hata wote anauliza wote, kweli siku hiyo nikawa na moto sana, mama yangu anakufa. Nilivyoota mama yangu anakufa na shangaa, sijajua mtumishi akaja hadi yani kwenye njozi anakuja bwana, ya mwanangu, mamako anaomba, hebu nenda kumwombea mamako awe mzima. Mamaako ni mzima, sio amri ya mama yako, ila ya, bali ni adui amesimama kupitia kwako. Kwa hiyo kwa, nenda kamteketeze yule adui ambaye anataka kumuua mama yako ila kuzoofisha wewe. Kwenda shangaa kwenye, kwenye njozi pale naota. Na nikachualemaimtumish akanipa maji, alipoanipa maji akamwambia, nenda kamnyweshe, ukisha mnyweshe ile maji, alafu mwingine mpake neno pale pale, nimefika kwenye miguuni, alafu katamke neno moja. Nimefika pale kwenye maiti na mkuta mama yangu amelala na ndugu zangu wanalia, nikafika pale nikaanza kucheka. Sasa bibi zangu wakawa wanacheka, wewe una akili gani? Mama yako mzazi amekufa, wewe unacheka? Nikaambia, kwa sababu kwa sababu nilionaye hajawahi kufa na hajawahi kula hata siku moja, namwamini ni Mungu pekee. Kama alivyoweza kufufua Lazaro siku tatu alinuka, naamini na mamangu atanuka, ila kama ni uwezo wa Roho Mtakatifu, naamini na mamangu ameshaondoka, ila naamini mamangu ni mzima kweli. mna wao nashangaa, nikamwaga maji pale mlangoni, mamangu akaamka kupiga shafa, akaamka bibi zangu, kwa sababu babu yetu, babu yetu sasa ni wana wanawake wawili wakadondoka wote walipodondoka hapo teo ya mimi na nikaenda wa as na kwamba mimi nilisika napanda gari naondoka, na hata kwenye jozi na panda gari naondoka. Asante wewe ume, umeuma. Baada ya miezi mitatu hujafanikiwa kula chakula chochote, na ulikuwa ni mtu wa kukataliwa. Nini kimetokea baada ya kuingia kwenye madhabahu ya Sauti ya Uponyaji? Unakataliwa tena au bado haujapona? Ndio, wasikilizaji na watazamaji na watu walioko hapa wanatamani kusikia kutoka kwako, umepona au bado haujapona? Nashukuru Mungu nimepona na ile roho ambayo ya kukataliwa inaondoka, ila baba yangu bado, kwa sababu tiale kuna ile nisi ambayo mizigo aliyeibega bado na roho ya ya ugumu lakini matazamu, ambao nilikuwa napigia, niliongea jana, ulikuwa umekataliwa na ulikuwa unakaa kwa miezi mitatu bila kula, umepona na sasa hivi roho ya kukataliwa imeondoka, unawaambiaje wasikilizaji na watazamaji wanaokutazama, ambao wewe ulikuwa umekataliwa na ulikuwa unaumwa na ulikuwa uwezi kula kwa zaidi ya miezi mitatu? Wapo wasikilizaji wanakusikiliza na watazamaji wanakutazama sasa hivi una jambo gani la kuambia watu wenye changamoto kama ya kwako wewe? Ninachowashauri, hata ukikataliwa, hebu ji- hebu angalia msalaba. Yesu ndio kila kitu wa maisha, hata kikukata yako hata kikukataa ndugu yako, ujirani yoyote, usi- lani usivunjike moyo, jipe nguvu. Mungu yupo pamoja nawe, hatokuacha kamwe, hata kama si hata teruthi hata kuacha. Asante, Mungu akubariki na endelea kusimama na hiyo huduma